Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe, kanisa. Amen. Mungu anasema kwa katika kitabu cha Yeremia, ya kwamba tutabarikiwa. Yes Lord. Tutabarikiwa na ngombe ambazo zitakuwa zinazaa mapacha. Wenye hawana watoto nao watakuwa wanazaa mapacha. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wenye hawana magari, wenye wako na pikipiki, wanapata Range Rover. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Amen. Leo nataka tusome mambo ambayo huwa yanakasirisha Mungu. Na mojawapo ni uh, ambayo tunaita kwa kikui mushene kwa kizungu ni gosipi. Mungu anachukia. Unaweza pata wa mama pale, wanaongea mshene hapo, wanaongea mshene hapo, kwani leo pasta anakasilisha aje na bibi anaongea vibaya. Ukipita hivi, ukirudi hivi, unawapata bado wanaongea hiyo mshene. Mungu anachukia watu wawivu. Mungu apendezi na watu wawivu. Ai, anaongea kuhusu mama Shiro ati watu wawivu kwa sababu hawa ni watu ambao hawatakii wengine mema.